Sisi viongozi ambao yungo, tulichaguliwa ishirini na tano ishirini na sita tunaenda kumaliza muda wetu. Natamani kwa ibada zetu tunazozifanya mahali hapa, mtu wote hata kama yuko Dar es Salaam yuko Msoma yuko Mwanza yuko Singida yuko wapi, popote pale alipo, akiingia YouTube anapotufuatilia kama hivi tulivyo sasa hivi, asubuhi ya leo, anaweza akatupata ibada zetu zitakuwa ziko live. Na pia tunatamani tuwe tunapamba kwenye viwango vikubwa sana ni mapambo yetu, tunapamba mahali hapa. Akija mtu yeyote anapata amani kwenye ibada. Bwana Yesu wasifiwe sana. Natamani kupata milioni ishirini na nne mimi na wewe, mwambie vizuri tu, mwambie ni mimi na wewe. Bwana Yesu wasifiwe. Itakuwa ni tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na mbili mwaka huu tupate PC za maana lakini pia tuwe na kamera nzuri tulitamani kuona kila muumini anashirikwa hii sadaka kwa shilingi elfu sitini mwambie jirani yako elfu manasiwaswe sana kwa hiyo ni, ni kuombe sasa kwa moyo unyenyekevu hii sadaka tunaanza kuikusanya kuanzia leo na una shilingi elfu tano na elfu peleka kwa mwasibu mwasibu wa kanisa naomba sababu huyo hapa ndugu yangu Mr. Kwenda. Ndugu na sibuku mkuu kwa hiyo, ukimona popote pale, hata kama ni huko darasani, mwambie mchango wangu, ataandika jina la mwako nao soma, lakini pia program nao soma. Mwisho wa siku tutakuwa tumepata idadi ya kila mmoja ametoka kiasi gani. Lakini hitimisho itakuwa tarehe 14 tutakuja mahali hapa. Na tunategemea tuwe na wageni na pia walezi wetu ambao wanatulea sisi ambao ni walimu wetu pia watakwepo siku hiyo.